Kikundi cha Bidii Mashinani kilichoko Webuye kinalaumiwa kwa utapeli na kushirikiana na walagai wa mikopo ili kufuja pesa za wanachama. Kikundi hiki ambacho kwa sasa kimetekwa na watu wanaoaminika kwamba sio wanachama halisi na wale waliokuwa waanzilishi wake wakitimuliwa. Inadaiwa kwamba wale waliowekeza pesa zao katika kikundi hiki wamezipoteza. Juhudi za wafuasi wa kikundi cha Bidii Mashinani kutafuta haki zimegonga mwamba, huku viongozi wa sasa wakishirikiana ili kukwamilia pesa za wanachama, huku viongozi wa sasa wakifaidika na pesa hizo. Jinsi wanavyotuelezea viongozi waanzilishi wa kikundi hiki, ni utapeli ambao umeelekezwa hadi kwa mawakili ambao wamedaiwa kwamba wamekuwa wakishirikiana na viongozi wa kikundi hicho kuhakikisha kwamba wanachama wanaolilia haki hawapati haki zao. Nilikuwa na nauliza ya kwamba kwa ukweli nani ni mwizi? ni hawa ambao li, li, wameiba the certificate wanasema ni yao ama si? Ameandikwa naitwa director wa, eh, wa socio social development aingilie kati popote alipo aingilie kati ajue ile kazi inafanywa. Na huyu mama anaitwa Rose Werunga, ndiye amefanya hawa watu, niko na listi yao hapa, wapoteze pesa wamepoteza pesa. Hii ni pesa ambayo ninaweza kukuambia iko wapi, maana sisi ndio founders. Niko na records. Kwenye mahojiano na baadhi ya wanachama wa kikundi cha Bidii Mashinani mjini Webuye, Patrick Mutembei, Sylvester Kundu na Everlyne Magombe wanasema kwamba mara si moja wamepoteza pesa zao kwa vikundi tofauti vya vi maendeleo, baada ya kuwekeza na juhudi zao za kufuata sheria ili kupata pesa hizo na hisa hugonga mwamba. E, niliwasilisha kesi yangu kwa mawakili wawili Nimle... Wafula Wachana 2023 wamenidhulumu maana kesi zangu zote haijawahi kufika kotini na hakuna wakili ananidai. Hapo huwa wananizungusha na hakuna e, kesi inaweza kaa miaka hiyo yote haijawekwa tarehe, na mwishowe huwa wananizungusha. Ni kama ile kesi huwa wanashirikiana na wale watu nimestaki kwa... tangu 2023 nimejaribu kuzitafuta kwa njia ya kwenda kwa wakili lakini imeshindikana. So ombi langu tu ni kwamba nipate msaada, nipate hii haki yangu, maana maisha saa hii yameniendelea murama, biashara yangu imeanguka, na hizo savings ndizo zikuwa zinanisaidia ili ni boost hii biashara yangu, lakini sahi nimeona shida kwa sababu sina tena mwelekeo, biashara nimefunga na pesa ziko, maana walipotoa, sijui kama walizikula, maana mimi mwenyewe sijapata. Kwa hiyo ni kilio changu tu kwamba nipate hizo pesa zangu, maana kulikuwa kuna savings, kuna watu walikuwa nimelipia madeni na kila kitu, sijapata. Kwa hiyo hiyo tu ndio kilio changu, na hao ambao ni, ni mawakili nao tuliwapatia pesa ili wa, wa, wa, watusaidie, nao wamekwama, wamekuwa tu wame wanatuzungusha ili tuchoke, tuachie tuachie hizo pesa, lakini sisi tunalilia tu tupate haki yetu, wakunipatia. Wanachama hao wanasema juhudi za kutaka pesa zao zirejesho zimegonga mwamba, wakisema wametapeliwa hata zaidi na mawakili wanapowasilisha lalama zao na kuomba Bwana Fantasy Marigat hii kesi nimekuja kwa ofisi yako, sikusaidika. Hukukuwa, lakini hukukuwa siku hiyo, hatukusaidika. Tulikuwa na huyu mzee, hatukusaidika. so, naomba certificate inaitwa Bidii Mashinani. Hata shirika lolote linaloshikiria hiyo certificate kuitumia kuomba mikopo iko na question, kwa sababu sisi ndio original founders. Tukaona tutaanza kwa equity, kuna kwa mambo ya loans. lo, kitu inanishangaza Ii uh, certificate ni ya bank ama ni ya group? The group members the executive committee, ndio walipitisha waende kwa equity. Kitu nanishangaza sana hawa ambao wanasema certificate ni yao, nani aliwaleta kwa hiki kikundi? Ikiwezekana kwa sababu madeni ya wale members ambao hawako kwa hiyo, kwa, kwa Equity iwezekane hiyo account ifu ifungwe, hata ambao wako kwa hiyo grupu saa hii, hiyo ni wageni. Walikuja wakachukua hiyo grupu baada ya kwenda kwa social na kuchange signatories, wakafuata kwa banki wakachange kila kitu bila sisi kuhusishwa. Na sheria ziko ya kwamba ukichange hizo signatories wale wanaoondoka na wale wanaoingia wawe wako pale na wasaini. Hakuna mali yetu. Wanatoa wito kwa serikali hasa kupitia wizara ya mashirika chini ya waziri Wycliffe Oparanya, waangazia vikundi vya maendeleo upya na jinsi ya kuwalinda Wakenya dhidi ya baadhi ya viongozi wa vikundi hivyo wanaoshirikiana hasa na mashirika ya kupeana mikopo kuwadhulumu wanachama na kusababisha pesa zao kupotea. Mimi nimeona kazi yako Madam President Faith Odhiambo, kazi yako ni safi, anza na hawa watu nijue nipate haki ya yangu, kwa sababu nimetumia pesa, muda umepotea, ushahidi unazidi kupotea, so kesi yangu inaweza kupotea. So mimi nakuomba popote unaponisikia, e, e, hawa watu wako na watu wanaopareti nao, na ninaweza kuwataja majina kama kina Jofrey na bibia akina e, e, msichana mama anaitwa Dorothy Shikuku na jamaa anaitwa Geoffrey Wahungu. Hawa ndio wanaoparati na hapa Webuye na walihama, mmoja alihama anaitwa Wafula Wachana, alihama hapa baada ya watu wengi kulalamika kwa ofisi yake. Nimewahi kuwakuta wa wakilalamika wakilalamika kwa ofisi yake, akahama hapa town akaenda Kimilili. Kwa hivyo mi naomba watu wa LSK na ADT George Nakundi, popote mlipo Kujeni hapa Webuye, mwanze na hawa watu ndio sisi tupate haki yetu. Wengi wakidhulumiwa wanaenda nyumbani kunyamaza. Si nyamaze! Popote ulipo, kama umedhulumiwa na hawa mawakili, tokea nje. Tuko na vitengo vingi vya kuripoti. Kuna watu kadhaa wamepoteza pesa, si mimi peke yangu. Listi iko hapa, lakini mimi kwa hawa mawakili kuna 29 kwa Wafula Wachana. Hizo ni pesa za niliwalipa za kufanya kesi, maana nilikuwa nikilipa polepole. Niko na records za Mpesa za wafu, Wafula Wachana niko na receipt, na kuna zingine ambazo sikuhesabu ni zile za kupeana kwa mkono hawa na... Na mawakili, huyu mmoja anaitwa Wafula Wachana alirudi akahama hapa kwa sababu ni watu wengi sana wameanguka kwa mikono yake, akahama hapa akaenda mahali kunaitwa Kimilili, akafunga ofisi hapa. Anaopareti na mtu anaitwa Geoffrey na Bibia, huwa anapita hapa na baskili, anakaa milo huko huyu ndiye huwa ni mtu wake, wanaopareti na yeye, namba tu. Kuna mama anaitwa Dorothy Shikuku, wanaopareti na yeye. Mimi niko tayari kuwa ku, kuwa identify, ndio mtu mwingine asianguke kwa mikono ya hao watu, na ningeomba watu wa LSK waanzie hapa, waanzie hapa kwa hawa watu, hata wakinitaka, wakini, mimi niko tayari, namba namba tu. Huyu huyu Wegesa aliniambia kuna mahali nampeleka the same na huyu na maana, kuna siku moja nilimkuta akiongea na huyu akiongea na huyu wakula kwa kompyuta, nikamuliza najuana na wakula, alikana watu wengi hapa. Na ninaomba tu mtu ambaye amedhulumiwa na hao watu asinyamaze, wa nimekutana na watu kwa hiyo ofisi wakilia. Kuna mzee mmoja alikuwa ni mgonjwa, alikuwa amesema amepoteza 100k na kesi yake ina mwaka moja na haijawahi kutendeka, haijafanyika. Kuna kitu wanafanya wanakuzungusha, alafu unachoka unaacha. si unaona, ina 2023, na sasa iko 2025, si ni kama ilikuwa imekufa? So ni tabia iko hapa na hawa mawakili wawili, na ningependa LSK na wale wengine wanahusika wajue vile watafanya. Hawa watu wanakula pesa ya watu, wanakuambia kuna mahali unaweza kuwapeleka Hakuna kesi inaweza kaa mwaka mmoja haijapata tarehe. Sidhani kama hiyo ni sawa, one year haijapata tarehe. Sidhani kama inawezekana iwe koti za Kenya zioparate na hakuna kitu ananidai kama pesa ati ndio imafanya kesi ikasimama. So mimi, hiyo ndio ingekuwa ombi langu, eh, LSK eh ishughulike, ikuje kwa ground, isikae Nairobi, wakuje washughulike ndio watu wapate haki, kama ni mtu ako na makosa, kama mimi nipate mi haki yangu, na kama ni yeye ako na makosa, pia naye awajibike.